Wasimamizi wa uvunaji wa msitu huo wamekiri kufanya kazi bila kuwa na utaalamu, hali inayofanya kamati ya ulinzi na usalama Kiteto kusimamisha uvunaji huo. Wakizungumza mbele ya kamati hiyo, wasimamizi hao wamesema utaratibu waliokuwa wanaotumia wa kuvuna mbao na magogo haukuwa salama, kwani kwa kufanya hivyo ni kufanya uharibifu mkubwa wa msitu huo PR, awani, wanasimamia wilaya ndio, na wako vizuri inavyoonekana. mm -hmm. Hii ni serikali ya awamu ya tano, natenda haki na inataka haki kwa kila mwananchi. Nadhani wanataka haki yetu, si wananchi wote. Hii hali naipokea kama walivyokuja. Unajua, si wakati wa kuingia kuambia vibali kamili vimeenea sasa. Mkuu wa wilaya alivyosema kwamba hawana taarifa kamili, sasa tunakubaliana hii hali ya kwamba aaa inawezekana labda wao hawajatoa taarifa kamili kule, kwa sababu kama wangetoa wasinge kusimamisha. Ni kitu ambacho mtu anafikiria, huwezi ukafahamu zaidi. Lakini sasa naendelea kujifunza kwamba kama ofisi ya mkurugenzi haina taarifa yoyote, basi hapo nitakuwa ninajifunza kitu fulani. Kwa hiyo labda kama wao wameenda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya na, na, na ofisi ya mkurugenzi, zile dokumenti watakazoenda nazo, basi basi Uh, ofisi itafahamu kwamba taarifa ilikuwa iko wazi, ni kwamba labda tu ni maktasari haijafika, kuatia hali hiyo, kamati ya ulinzi na usalama imelazimika kusimamisha zoezi hilo hadi watakapopata maelezo ya kina kwa viongozi hao. Hii serikali ya awamu ya ngapi? Awamu ya tano tunataka uwazi na ukweli na haki itendeke. Nafikiri umenielewa vizuri. Nyingine ya tatu. Umenielewa vizuri? Mm -hmm. Eh, hey, mimi siji kunyang'anya kiasi mimi nakuja kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanyika kwa utaratibu limesimamiwa vizuri na kila kitu kinaendelea. Nafikiri tumeelewana vizuri. Umeniruhusu kuondoka? Eh, mimi na mikono mingi, kwa hiyo tunapokubaliana tumekubaliana kweli. Tusipokubaliana maana yake kesho mimi naleta nini? Askari na mimi sitaki kuleta askari. Nikiwaleta askari wakiingia mia moja hapa itakuwa shughuli ndefu. Mtu mmoja atakaokuwa umelia. Ah, basi. Amejitafutia matatizo. Kwa mujibu wa uongozi wa msitu huo ambao umejumuisha kata tatu ambazo ni Sunya, Lengatei na Dongo, wamekiri kuvuna msitu huo ambao umedai jumla ya vijiji kumi na tatu vingeweza kunufaika na uvunaji huo. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Hamad wa Mahasin TV.